Kwa majina anaitwa Mwanakadawa Mwita, ni afisa habari wa Rita. Rita kama Rita tumekuwa tukishiriki kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambapo mkoa kwa mkoa tumekuwa tukishiriki kutoa huduma hii na kwa sasa tumeanzia tupa Dar es Salaam kwa kipindiki Dar es Salaam, ambapo kwa awamu hii ya kwanza mwishoni waa kwanza hii ndio tunamalizia Dar es Salaam. Kwa Rita kama Rita tupo hapa katika viwanja vya Maturubai Mbagala huku kia tukitoa huduma ya RITA na huduma hii ni kutoa na kusajili vyeti vya kuzaliwa kwa rika zote, watoto, watu wazima wote, vyeti vinatolewa, elimu ya huduma ya ndoa na talaka, huduma ya kuandika na kuhifadhi wosia na msaada wa kisheria bure. Kwa hiyo RITA tumekuwa tukitoa hizo huduma hapa katika viwanja vya Maturubai. Kwa hiyo nawaomba Uh, wakazi au wananchi wa Maturubai na maeneo jirani wafike hapa katika viwanja vya Maturubai kupata hii huduma ya kupata vyeti vya kuzaliwa pamoja na huduma zingine za RITA.